Karibu karibu ndugu mtazamaji wetu katika kipindi chetu cha Kiganjani Afya Check na leo katika ofisi zetu tumetembelewa na mtu muhimu sana ambaye yuko mbele yako, atajitambulisha. Karibu ndugu e, mgeni wetu, ujitambulishe na watu wapate kukujua, karibu sana. Asante, asante dokta, nashukuru. mimi kwa majina naitwa Happygod Elimhokoero, ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro maeneo ya Marangu Mamba na kwa sasa hivi naishi Dar es Salaam maeneo ya Kimara Mbezi k okay. Okay. karibu sana kwenye kipindi chetu cha Kiganjani Afya Cheki, na tumepata kujua na mtazamaji wetu angepata kujua ya kwamba wewe upo katika kupambana na ugonjwa wa figo. Mtazamaji wetu angependa kujua ya kwamba tatizo hili lilikuanza lini? Asante, asante, daktari, tatizo hili la figo lilinianza mwaka elfu mbili na kumi na sita nilianza kuumwa usumbuliwa matatizo ya presha mwaka elfu mbili na nne. Okay. nikawa imeendelea kunisumbua nikawa naendelea na matibabu katika hospitali mbalimbali, nikawa naendelea kutumia dawa za presha. iliofika mwaka elfu mbili na kumi na tano hali yangu ikawa imeanza kubadilika, na madaktari nilivyoenda hospitali, na wakaniambia inaelekea ujiandae inaelekea figo zako zinaendelea zitaenda kufeli, sio sio muda mrefu hmm. na ni kweli. Nikajaribu kufanya matibabu, lakini iliyofika mwaka 2016 figo zangu zikawa zimefeli. Okay, pole sana, pole sana. Na umezungumza ya kwamba una miaka tisa ukiwa na tatizo la figo, na ninataka nijue kwamba, wakati una tatizo la pressure, ile pressure iliweza kukua controlled na dawa au kuna wakati ilikuwa inashindwa kuwa controlled ndio ikaletea figo zako kufeli? Kuna wakati ilikuwa inakuwa controlled, afu kuna wakati ilikuwa hata nikitumia dawa ina, inakuwa inapanda okay. Kwa hiyo i nilikuwa, nilikuwa nasumbuka sana, kwa sababu natumia dawa hizi, unaenda hospitali wanakubadilishia, lakini bado unakuta pressure iko juu. Sasa ilipofika hiyo mwaka elfu mbili kumi na sita ikasababisha figo zangu zikashindwa kufanya kazi. Pole sana. La ulipopata taarifa ya kwamba figo zako zimefeli kufanya kazi, ulipokeaje taarifa hii? no. Asiku kwa kweli mm. Dialysis, daktari alioniambia kwamba inabidi uwekewe kaseta kwa ajili ya kufanya, sikumuelewa. Nilimwambia daktari hicho kitu sikielewi, wala sidhani kama inawezekana ilo tatizo likawa nao na niliomba nili hata discharge nikatoka hospitali nikamwambia hicho kitu staff. pole sana na, na daktari kweli ilifika tu akaniruhusu, akanambia, ninakuruhusu, lakini tunajua utarudi tu, hali yako ilivyo, hata hatuta hautaweza kuendelea kusurvive. Pole sana, ilikuchukua muda gani toka pale ambapo ukukubaliana na majibu yale ambayo daktari ameyatoa na ukaomba wakuruhusu eh, kwenda nyumbani? na wewe ulipotoka nyumbani, kuna namna yote nyingine ambayo ulikuwa ukiendelea kuangaika ili kuhakikisha ya kwamba yamkini majibu yaliyotolewa hayaya ndani na vile unavyotaka wewe? Juhudi gani zingine ambazo ulizifanya e, baada ya kutoka na nini kiliendelea mpaka ukakubaliana na e, hali ambayo daktari alikwambia? Nilipotoka hospitali baada ya kutokubalia na daktari nilijitahidi kufanya nilijaribu kufanya jitihada za kutafuta dawa za kienyeji, maana kuna watu walishauri kwamba kuna dawa unaweza kutumia za mitishamba na ukapona uka ukapata nafuu ya hilo tatizo. Nilijitahidi nikatafuta nika, nika, dawa mbalimbali nikaletewa dawa mbalimbali mbali za kienyeji za asili, ah, ha, lakini hali ilikuja ikawa mbaya zaidi, nikapelekwa hospitali. Yani nilikuwa nikaumwa zaidi, nilienda hospitali hata sijitambui hata sijijui zaidi. Right. Okay, okay. Hmm. Nafikiri ndugu mtazamaji wangu umesikia ya kwamba kama ilivyo kawaida ya wagonjwa wengine wote wanapopewa taarifa ambayo hawakuitegemea wanapita katika hali fulani ya kuto kukubaliana na hali hizo, lakini baadaye utafuta njia mbadala kama ambavyo eh, amekueleza lakini pia nakwambia zikufaa lakini aliletwa hospitali akiwa katika hali ya maututi zaidi. Lakini tunataka tujue sasa, baada ya e, kufika hospitali ukiwa ujitambui wa wali, ulipata fahamu na ulijiona upo katika mazingira gani? Si kwa kweli iliumwa, sikujitambua kwa kweli, muda mudaliofikishwa hospitali, madaktari baada ya kufanya tena vipimo Wakas wakawasiliana na ndugu zangu hasa mke wangu, akawa anashughulikia hilo swala, nikawekewa kateta ya shingoni hapa, wakanianzisha mm. Waka dialisis yani hata sijielewi nafanya yeah. dialisis lakini hata sijielewi lakini, ilichukua muda sana kuja kuzinduka kuja kujielewa, ilichukua karibu miezi miwili ok, nikiwa katika hali mbaya, nikaja baada kama miezi miwili ndo tunaanza kupata nafuu. Pole sana na baada ya kupata nafuu na funa, kujitambua na ukaambiwa kwamba nini ulichokuwa unapitia sasa na tayari una catheta kwenye shingo yako ambayo ilikuwa inakusaidia kwa ajili ya kufanya dialysis safari uli hii ulipokeaje taarifa hii? Aisee, iliniumiza sana kwa kweli, iliniumiza nililia sana niliwaza sana, kwa sababu jinsi nilivyokuwa naelezwa kuhusu gharama hmm, za matibabu yale na nilipokuwa naangalia hali yangu, kwa kweli niliumia sana, iliniumiza sana. Pole sana. Na baada ya kuenda sasa, umeshatibiwa na sasa madaktari wamekwambia utaendelea na hali hiyo, ulianza kutibiwa kwa kutumia njia gani ya kusafisha damu yako? Niliendelea kutibiwa kwa kutumia njia ya kaseti ambayo ilikuwa shingoni hapa. Ndiyo. Nikaendelea kufanya dialisis. Pia kuna wakati mwingine ikashindwa kufanya kazi nikabadilishwa nikawekwa tena upande mwingine wa shingo. Ndio. Baadaye tena nayo ikashindwa kufanya kazi nikaja nikawekwa kwenye mguu kwenye paja. Yani, daktari, nishawekwa hizi kaseta za kwenye shingo pande zote na mapaja yote mawili. Ah. Mm. Baada ya hapo sasa wakanishauri kwa vile wameshaweka kila mahali. Mm. Waniweke Pama, ni waike, pama, kaseta kwenye mkono okay, okay. Aka nikapitia vipimo mbalimbali, baadaye nikawekewa kaseta kwenye mkono wa uh, uh, kushoto niliwekewa mara mbili, niliwekewa wa kwanza nikaitumia kama mwaka mmoja hivi, ikawa imena enye ii imekufa, ikawa imeshindwa kuendelea na kazi baadaye nikawekewa tena mara ya pili. Sasa ile mara ya pili ndo nimeletea shida mpaka unaniona sasa hivi sina mkono. Okay, eh, ndo nimeletea shida. Ilileta shida gani? Labda ndugu mtazamaji wetu angependa kujua ilileta shida gani ambayo mwisho wa siku ikapelekea kukatwa mkono wako wa kushoto. Yani, tangia nilipowekewa ile kaseti ya mkono hapa hmm. Nilipotoka tu kwenye operation Mkono ulianza kuvimba. Mwanzo nilifikiri hata daktari akafikiri, yaani alivyofikiri ni kwamba labda kwa sababu ya ile operation ndio mfanya mkono kuvimbe. Kwa hiyo akawa ananiambia huu mkono utarudi, tutakasa. Lakini jinsi muda ulivyozidi kuendelea, mkono ukawa unaendelea kuvimba vimba, ndio nikaa narudi namueleza daktari, dokta, huu mkono unaendelea kuvimba naye akawa ananiandikia dawa mbalimbali, lakini ananiambia utakaa sawa. Kwa sababu nilikuwa naendelea kuutumia, nafanyia dialysis, dialysis iko inaenda vizuri inaenda vizuri dialysis, na wala mkono hauumi mm. hauumi kabisa, lakini una unavimba, unavimba. Ndio nikaendelea kuutumia, lakini nikiwa katika hali ambayo ilikuwa sio nzuri, nilikuwa na mawazo mengi, kwa sababu kila nikoangalia mkono unavimba nikirudi kwa daktari, ananiambia utakaa sawa hmm. Kwa hiyo vitu vikawa vinachanganyika nikafika hatua hata shati siwezi kuvaa hmm. Yani zina bana yani mkono okay. na umevimba, umekuwa mpaka hata shati ya siwezi kuvaa hmm. ili nivae na bini nilichane hmm. nilichane mkono mrefu ndo siwai kabisa, lakini mkono mfupi na wafu na chana okay. Basi nikaendelea hivyo, daktari narudi akawa ananiambia bana, mkono utakasa. kada aniandikia dawa, nimetumia dawa za gharama nyingi sana kwa ajili ya mkono huo mm. Lakini ah, siku moja nikiwa nafanya dialysis, nimemaliza dialysis kabisa mm. N nesi ananifunga sasa, ananitoa kwenye mashine alafu ana ile anifunga mm. ameshatoa zile nani line zote, sasa ameleta plaster na ananifunga, ili ananifunga mkono yani ulipasuka Palipasuka e, pale kwenye ambako walikuwa wanafanya dialysis. Palipasuka nikamwagika damu nyingi sana. Sita sahau siku hiyo. Mm, pole. Yaani sita kadi sahau siku hiyo. Pole sana. Manesi waliitana, wali walihangaika, wakaitana madaktari, wakajitahidi kudhibiti ile damu, lakini baada ya muda fulani mm, wakafanikiwa kuizuia isiendelee kutoka. Baada ya hapo nikachukuliwa, nikapelekwa nikapelekwa nilipelekwa hospitali ya Jakaya Kikwete mm. Alikuja daktari wa Jakaya Kikwete pale akashauri nipelekwe kule, nikapelekwa nikapelekwa nikapelekwa sieta wakanifanyia operation mm. Alifanya operation baadaye nikarudishwa odini. Okay. ni nikakaa na into, wanaendelea chini ya uangalizi wa wale madaktari mm. Wanaendelea wanakuja naenda wanafanya dressing wanapangalia nanea ukaa udini nilikaa udini kama wiki tatu, okay. wiki tatu, daktari wakaa nasema tunaona kama una, unaelekea kupona lakini kila tukiwaza kukuruhusu wanajisikia hapana, bora tuendelee kukaa hmm. Nawe nilikaa baada ya kama mwezi, siku moja jioni, daktari amekuja amenifanyia dressing, wakaondoka nikawa nimekaa naongea na ndugu na... zangu ambao wa walikuja kuniona mm. pale walipofanya operesheni wakapasuka tena mm. Wakapasuka tena tena damu ikamwagika, wakaitwa tena madaktari wakaja, wakajitahidi kupambana kuadhibiti, wakafanikiwa, wakanipeleka sieta nikafanyiwa waka tena operesheni ya pili, mm. Na daktari, hizi operesheni zilikuwa ni za gharama sana okay, za gharama sana mm kwa tena ya operation yu. moja ina, inagharimu kama shilingi ngapi hivi okay? E, mm. ni mm. ile ile ya kwanza kabisa nilipa milioni tatu na laki moja, operation elfu themanini Ndio. Wakafanya, walichukua muda mrefu sana umefanyia ilichukua muda mrefu mno, lakini baadaye wakasema wamefanikiwa, wakanirudisha wodini. Sasa nilivyorudishwa wodini, nikawa mkono huu, nikaambiwa mm. nisiwe na w... nisiukunje kabisa wa no. Uh, kushoto sasa e, wa kushoto sasa Yes, yes, yes. yani okay. niwe naunyosha tu okay nisiukunje, mm. na niliwekea vitu fulani ambavyo ya kunisapoti ili nisiweze kuukunja okay, okay. basi kabiwa wodini nikaendelea kukaa wakaniendelea kufanyia dressing, wakaniendelea kuniangalia waka kwa karibu sana, lakini ile nayo haikuchukua muda. Hii ndiyo ilikuwa mbaya zaidi mm. Yani, ilichukua ili kama siku wiki moja daktari mm. kaja ananifanyia dressing ile anamaliza, amefanya, amesafisha maliza, yani, ilipasuka mm. damu zilivuja dokta, zilivuja kiasi, zilivuja, ambacho sitasahau mm. pole Wakapambana wakapambana, alafu mkono yani mkono ule kushoto mm, ukawa mweusi yani ulikufa ule mkono, ulikuwa umeshaanza kubadilika rangi, kukosa damu. Ndio sasa wale walichopambana kuniokoa, walipambana wakafunga kamba mm, ili damu zisiendelee kuvuja, yani kama hii hivi, wakafunga kamba kwa juu kabisa mm, mm, wakafunga waka kaza wak, nilipata maumivu ambayo sijawahi kuyapata, yani nasiku kama nitakani yapate tena. Pole, pole sana. ipata maumivu ya kazi sijawahi kulia na sitaka nilie kama basi. Wakafunga kamba, wakaitana madaktari, wakapeana ushauri wenyewe, walikuwa nyumbani.